Bwana, moja ya taarifa ambazo tunazo leo Juni 4 mwaka 2025, rais mpya wa Korea Kusini, Lee Jae-myung, mwenye msimamo wa kiliberali, ameahidi kuifufua Korea Kusini kutoka kwenye misukosuko ya kisiasa na ya kiuchumi iliyosababishwa na jaribio la sheria ya kijeshi huku akitangaza ajenda kabambe ya mageuzi ya kiuchumi na ya kidiplomasia. Katika hotuba yake ya kuapishwa, Rais Lee alisisitiza kuwa serikali yake itakuwa inaunga mkono soko, ikiahidi kupunguza urasimu ili kuchochea ubunifu na biashara kufungua mazungumzo na Korea Kaskazini na kuimarisha ushirikiano wa kimkakati na Marekani huku akizingatia usawa wa kidiplomasia. Lee alichaguliwa kwa kura asilimia 49.42 dhidi ya asilimia 41.15 alizopata mpinzani wake kihafidhina Kim Moon-soo. Katika uchaguzi uliovutia idadi kubwa ya wapiga kura tangu mwaka 1997. Ushindi wake umetajwa kama hatua muhimu ya mabadiliko baada ya utawala wenye utata wa Rais Yoon Suk Amesema ataanza kazi mara moja kushughulikia changamoto za kiuchumi hasa gharama za maisha kwa familia za kipato cha kati na cha chini na wafanyabiashara wadogo. Aidha, ameahidi mageuzi ya haraka ya soko la kazi na mageuzi ya sera za nishati kwa kuelekea kwenye nishati jadidifu. Masoko ya fedha yamepokea kwa matumaini makubwa ushindi wake, huku KOSPI ikipanda kwa zaidi ya asilimia mbili kiwango cha juu zaidi ndani ya miezi kumi iliyopita. Hii imechochewa na matumaini ya mageuzi ya soko la mpango wa Lee wa kuhamia nishati mbadala. Lee pia anakabiliwa na presha kutoka Ikulu ya White House kufikia makubaliano mapya kuhusu ushuru wa bidhaa kati ya Korea Kusini na Marekani ambapo ulizua mvutano wakati wa utawala wa Rais Donald Trump. Wakati huo huo, Lee ameonyesha nia ya kuendeleza ushirikiano na Japani na kuimarisha ushirikiano wa muda mrefu na Marekani, akisema uti wa mgongo wa diplomasia ya Korea Kusini. Hata hivyo, amekuwa makini kuhusu msimamo wa wazi dhidi ya China, akisisitiza kuwa umuhimu wake kama mshirika mkubwa wa kibiashara. Kwa upande wa usalama wa kikanda, Lee ametangaza kuwa atadumisha hali ya tahadhari lakini atapendelea amani. Ni bora kushinda bila vita kuliko kushinda kwa mapambano, alisema, akieleza kuwa usalama bora ni ule usiotegemea migogoro. Waziri wa mambo ya nje ya Marekani, Marco Rubio, alimhakikishia ri ushirikiano thabiti na kusema muungano wa mataifa hayo mawili unaongozwa na maadili ya pamoja. White House ilisifu uchaguzi huo kuwa ni wa huru na wa haki lakini ikaonya dhidi ya ushawishi wa China katika demokrasia kwa ujumla. Urais wa Lee unatarajiwa kuwa wa mwelekeo mpya kwa Korea Kusini, ukilenga kuimarisha uchumi wa ndani, kudhibiti mvutano wa kikanda na kudumisha uhusiano wa kimataifa unaozingatia usawa wa maslahi ya taifa lake. Hii ni Mwananchi Digital, endelea kutufuatilia kupitia platform zetu mbalimbali ili ufahamu mengi yanayotokea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Baki nasi.